Tupo katika wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam, na hapa ni katika shule ya msingi Kibugumo, kituo namba tisa ambapo Kigamboni ina vituo vya kupiga kura mia sita na mbili. Tumepata bahati ya kukutana na mkuu wa wilaya ya Kigamboni naye akiwa katika zoezi la kupiga kura, na mkuu wa wilaya huyu wa Kigamboni ni Dalmia Mikaya. Yeye atatueleza zaidi kile ambacho kinaendelea katika wilaya yake ya Kigamboni, zaidi katika masuala ya ulinzi na usi salama kwa ujumla. Habari za asubuhi. Salama ndio. Tunapenda tuna kufahamu, uh, hali ya ulinzi na usalama katika eneo lako hili la Kigamboni ikoje leo, ikiwa ni siku ya kupiga kura hapa nchini? Kwanza kabisa uh, wananchi wa Kigamboni, tumekuwa na siku nzuri sana. Wananchi wameamka asubuhi vizuri, na kama tunavyoona hali ya usalama ni nzuri, watu wamekuwa na amani na utulivu mkubwa wamekuja kupiga kura katika maeneo mbalimbali katika kata zetu zote ndani ya Wilaya ya Kigamboni na kuhakikisha kwamba anatimiza haki yao ya kimsingi ya kupiga kura na kuchagua kiongozi bora wanayemtaka. Lakini swala la usalama kwa Wilaya ya Kigamboni mpaka sasa, hali ni shwari na wananchi wanaendelea na zoezi la kupiga kura. Vyombo viko timamu, kila mmoja katika eneo lake, kuhakikisha kwamba wananchi wanapiga kura katika mazingira ambayo ni mazuri yes. Lakini pamoja na hayo na mimi pia nimetimiza wajibu wangu kuhakikisha kwamba ninapiga kura na tayari nimetimiza haki yangu ya kimsingi na ya kikatiba ya kupiga kura, na tuna na tunaendelea na zoezi na wananchi wanaendelea na, na zoezi kwa ujumla. Una kipi cha kuwaambia sasa Watanzania, wananchi wa, wa Kigamboni kwa ujumla kuhusiana na siku hii muhimu ya wao kuwajibika kutimiza haki yao ya msingi? Niendelee kuwasisitiza na kuwahimiza kwa wale ambao bado hawajafika katika vituo vya kupiga kura waje wapige kura. Hali ni shwari, mazingira ni mazuri, waje kupiga kura kuchagua viongozi bora wanaowataka. Wapo tayari wananchi wengi sana kuanzia saa moja kamili kama ambavyo tume yetu ya uhuru ya taifa ya uchaguzi imeweza kutoa maelekezo na mipango mizuri ya kuhakikisha kwamba kuna vifaa na mazingira mazuri ya kupiga kura. Kwa hivyo, wananchi kuanzia saa moja kamili wameanza kupiga kura na wanaendelea. Kwa hiyo, niwahimize wananchi wa wilaya ya Kigamboni kuja kujitokeza kwa wingi kuendelea kupiga kura mpaka pale itakapofika saa kumi jioni kama ambavyo maelekezo ni mkuu wa wilaya ya Kigamboni Dalmia Mikaya, tunakushukuru sana sana. Ametimiza haki yake ya msingi ya Kikatiba na ya kidemokrasia ya kuchagua kiongozi ambaye yeye anaona ataleta maendeleo katika nchi hii ya Tanzania. Kutoka hapa Tumie Omary.